Leo hii hapa ya yani kwa maana ya Oktoba mbili ndio siku ya kuzaliwa ya Diamond Platnumz sasa. Na master wengi sana wamejitokeza kumtakia heri ya kuzaliwa Diamond Platnumz, lakini pia moja kati ya watu ambao hakuchelewa kufanya hivyo ni pamoja na mpenzi wake ambaye ndio mke wake wa halali kabisa, mke wa ndoa ambaye anajulikana kama Zuchu. Kwa hiyo Zuchu ameandika ujumbe mzito sana kwenda kwa Diamond Platnumz kupitia Instagram ya kwake, alikuwa pameshare picha nyingi sana na video mbili tatu hivi, post zenyewe zilitakriban kama picha kumi na tano hivi ambazo yeye na Diamond ameshare ame kama love journey yao. Au sio bana? Nakusindikiza na caption moja ndefu sana, ambayo alikuwa amemwandikia ujumbe huu hapa. Sasa Zuchu akawa anaandika kwamba leo kuzaliwa, kiboko yangu, bosi wangu, hero wangu, menta wangu, msimamizi wangu, danga langu, lasti wangu, mchuchi wangu, boyfriend, mume wangu mgm <laughs> kizungu bwana, nakusema kwamba hii ni fil dunia wal akhira. Kwa hiyo wewe jiandae kisaikolojia na kuweka emoji za kucheka, nasema kwamba nakupenda mume wangu, enjoy your day, huku ukikumbuka kuwa you are the god. And oh, I remember, please return my gifts you already have me so you really don't need any, na kumtag Diamond Platnumz, ndio ujumbe ambao um, Zuchu alikupe mwandikia ni ujumbe mzito mjimbo ambao uko deep sana. Amemwita majina yote ya kimahaba unayajua wewe, lakini pia pamoja na majina ya kimahaba ambayo amemwita amemkumbusha kwamba yeye na Diamond Platnumz ni kutoka hapa duniani, akisema kwamba fil dunia wal akhira ni maneno ya Kiarabu ambayo inamaanisha kwamba kuanzia hapa duniani mpaka kesho akhera. Yaani utakuwa pamoja na kumwambia kwamba Diamond ajiandae kisaikolojia kabisa. Ajue atakuwa na, kwamba, kabisa. Kwamba, yeye na Zuchu kwa maisha yake yote ya mwisho na mpaka kesho akhera pia atakuwa pamoja. Kwa hiyo, Damon kama alikuwa amewaza kuachana na Zuchu ajue kabisa kwamba ajiandae kisaikolojia kabisa kwamba watakuwa pamoja, lakini pia amemaliza na kumsifia kwa mambo mengi sana na kumsema kwamba yeye ni goat kwa maana kwamba greatest of all time, anamsifia kwa juhudi zake za kimuziki nadhani. Lakini pia Damon baada ya kuona ujumbe aliona isiwe kesi bwana, akaja pia na kumjibu kwenye comment section, kulipo na comment Damon, ambaye aliandika hivi usingizi wangu, this man here loves you so much. Hii ni reply ya Damo, akawa namwambia Zuchu kwamba eh, anampenda sana na kumuita usingizi wangu. Yeye ajatumia maneno mengi sana katika ku describe penzi lao na vitu kama hivyo, lakini alikuja ku appreciate hicho kupitia Instagram ya kwake. Ni ujumbe ambao Zuchu alikuwa amemwachia, na kuna master wengi sana ambao pia na wenyewe wamedondosha comments zao na wenyewe wa pia wamemtakia heri ya kuzaliwa Diamond Platnumz. Uh, ikishifikaga tarehe mbili ya Oktoba kila mwaka Damod Wanapata meseji na jumbe nyingi sana kutoka kwa mastaa wenzake, tofauti na mastaa wengine wa kawaida eh, hey, ye hey, wanapata meseji nyingi sana kutoka kwa mastaa wenzake ambao anamtakia heri ya siku ya kuzaliwa. Na maoni gani kuhusiana hili, bwana? Drop ile chini kwenye comment section.